Hii gari ukiliona, jua msiba umetokea. Hata ukose nauli, utahiari kutembea. Hao watoto watundu hawaji kulichezea, au vibaka wenyewe hawaliibi spea. Halina hata breki, haijawahi kugongana. Halina hata dereva, watu tu wanapishana. Akipasiwa mfupi, utaona limeinama likienda. Spedi sana, jama, taratibuni jama. Halitaji endiketa liwashe likilakona. Hili gari hatari, ogopa ukiliona. Halina plate number, lakini utaisoma. Gari ni gari, ila hili gari noma. Innocent atapanda na guilty atapanda, halina speed meter, usihofie mikanda, gari lisilochagua, utasema jiko la shamba, halichagui mnene, halichagui mwembamba, halihitaji usajili, halina plate number. Lengo siku lisifia, ila uelewe kwamba mimi na wendo abiria na sare tuvae, sanda talalia, mkeka hakuna hata kitanda, na shangali natembea, halina hata tairi, sijawahi kusikia abiria kaghairi. Hili gari lina siri aijuae msafiri, alichagui, alibagui masikini ya utajiri.